Jimbo la Mpendae hili linasifika ni jimbo la wachakarikaji. Jimbo la Mpendae hapa, jimbo la Mpendae, naamini katika majimbo mengi, hili ndio jimbo linaloongoza kwa kuwa na mafundi saramala, wajasiriamali. Leo jimbo hili naamini ndio linaloongoza kwa kuwa na mafundi gereji wengi kuliko majimbo mengi atiaramu watengenezaji magari. Jamani, kweli si kweli? Jimbo hili lina wajasiriamali wengi, wachomaji wa vyuma na watengenezaji wavu, mafundi welda. Jimbo hili lina mafundi washonaji wengi kupita kiasi. Jamani, kweli si kweli? Wana wampendae, kweli si kweli? Kama ni maendeleo, maana watu hawa ndio ulitegemea kwamba wawezeshwe, waweze kuzalisha fanicha za kisasa, waweze kuzalisha bidhaa za kisasa, wauze ndani, wauze nje. Leo yupo aliyefikwa akaambiwa kwamba asaidiwe, apate zana za kisasa, afanye shughuli zake kisasa? Yupo? hayo ndiyo maendeleo. Kumwezesha, ukamnyenyua mwananchi mjasiriamali wa namna hii, ili aweze kuweza kuajiri na wengine, mwenyewe akuze kipato, lakini apate kuajiri na wenzake. hayo ndiyo maendeleo.